Oya mdogo wangu, niambie, unaona kwenye dunia simu zinapokuwa nyingi halo, halo, halo, halo, jua maisha yako ni mazuri ama ulipotoka. Yani kwa mfano, umepotea umeenda uh, miangaiko yako, miaka miwili umerudi, mm? utasikia simu zinalia, simu zinalia, simu zinalia, maanake watu wanajua uko vizuri kimaisha, yani uko vizuri, umekuja, lakini mfuko wako uko sawa, yani. Lakini sasa sikiliza sasa Pindi ile hela inapoisha, hmm? amini usiamini, zile simu zote utazikosa, simu zote utazikosa. Nakuambia hata message hata ron number. Yani, yani, we niamini, unacho- unapokuwa nacho simu zitalia, na unapokosa kitu hakuna simu itakayolia. Ngoje uishiwe ndugu yangu wewe, hakuna, hakuna simu hata moja italia. Hakuna. Kwa hivyo zingatia sana hao maneno.